Hawa ni watu wa ajabu. Na wenyewe dunia yenyewe, hata Mwenyezi Mungu vitabu vinasema aliumba mbingu na nchi kwa siku ngapi? Sita, ya saba akapumzika. Sasa kama Mungu anaumba siku sita mpaka anataka likizo, itakuwa sisi, sisi tunafanya hatua, tunapunguza matatizo au tunaondoa matatizo, alafu tunaleta maendeleo na maendeleo yanazaa matatizo mapya. Kwa hakuna namna unaweza kusema leo matatizo yote yamefanya nini, yamekwisha? Wewe na utakuwa umekwisha wewe, lakini sio matatizo. Matatizo yataendelea kuwepo. Ndio maana chama cha mapinduzi, chama cha kudumu cha kupambana na matatizo ya kimaendeleo ya Watanzania. Kwa hiyo, nimesikia sikia, rafiki yangu mmoja, sitaki kumtaja jina ya anasema sisi tunakudai, anamwambia rais. Wenzake wanakuambia kwa miaka uliokaa umefanya mengi, na hatuna deni na wewe, si ndio? Hawakusema amemaliza matatizo yote. Akimaliza sasa tunaenda kuchagua rais mwingine, wa nini? Si matatizo, hakuna. Tunachosema kwa muda tuliokupa na kwa matatizo uliotatua unastahili kupewa muda zaidi, kwa sababu umethibitisha kwamba unao uwezo mkubwa wa wakusai, kusaidia nchi yetu. Na ingekuwa matatizo yote yanaisha, mbona tumeandika irani? Mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya irani, najua tumeandika irani mpya na warastaki kuieleza hapa, kwa sababu watu wa kuieleza watakuja kuja kutuambia tumefika hatua yetu mpaka hapo, tumefanya vizuri sana, lakini bado tuna matatizo moja mbili na tuna majibu ya matatizo yanayokuja ya. Kwa hiyo huyo anayefikiri kwamba rais angemaliza matatizo yote yeye, naye hatange, ni mbunge, mbona naye hakuyamaliza yote pale kwake? maana yako matatizo ya rais, yako matatizo ya wabunge, yako matatizo ya majwana, na hakuna mtu anayemaliza yote, ila tunawashukuru wakifanya mambo mazuri kama tunamshukuru rais <coughs> wetu. Kwani niliona nianzie hapo kumshauri yule mwazi yule mbunge, tena ni rafiki yangu sana ila simsemi jina kwamba yeye naye ameingia choo isiyokuwa ya kwake, angechiki vizuri.